Naam bwana, mmoja kati ya masosholiti huko mitandaoni, huyu hapa si mwingine bali ni Mama Mawigi. Nadhani watu wengi sana watakuwa namfahamu Mama Mawigi ni nani. Sasa Mama Mawigi akiwa kama comedian ambaye yuko well established, kila mtu anamfahamu hapa Bongo kwamba anafanya nini. Na juzi tu hapa tunakumbuka kwamba katika tunzo zile za komedi Mama Mawigi, bwana, ni moja kati ya watu ambao wameshinda tunzo zile. Meona bwana eh? Eh, ni moja kati ya best female comedian hapa Tanzania. Hiyo issue imeisha kuwa official kutokana na utambulisho huo wa hiyo tunzo ambayo imekuwa presented kwake. Sasa kitu ambacho kimetokea bwana ni kwamba Mama Mawigi amekuja kulizungumzia hili suala la utata ambao umekuwa ukiendelea kati ya Masta J ambaye Masta J bwana tunafahamu kabisa kwamba ni moja kati ya wasanii, ni moja kati ya maprodusa wa muda mrefu sana ambao amekuwa akifanya vizuri ku for a really long time. Sasa Mama Mawigi bwana amekuja kulizungumzia suala la Masta J eh, kumsema Alikiba kwamba ni msanii ambaye ni mbanapua na watu wengi sana wamekuja wamemjia juu sana Master J wakidai kwamba kwa nini amemsema hivyo Alikiba wakati Alikiba ameimprove amekuwa tofauti kabisa na hapo awali. Maana Master J akukwepesha akumsema tu Alikiba, alisema wasanii wengi tu akiwemo Harmonize, Diamond na wengine wengi akisema kwamba hawamwezi kabisa BN Soul, yule BN wa Kenya kwenye upande wa live performance. Na Master J alikuwa na point ya kuback up hiyo statement yake akidai kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao wameshafanya kazi na wasanii wengi sana wa live performance. Kwa sababu hata hapo zamani wakati studio yake inafanya vizuri kitambo hiyo, eh, ni kwamba MJ Records wakati iko on top of the town, na, na ikumbukwe tu kwamba MJ Record ni moja kati ya studio ambazo za awali kabisa hapa Tanzania. Naona kama hapa Tanzania kuna studio kama tatu hivi ambazo za miaka hiyo tokea miaka 2000 huko, eh, ambapo katika hizo studio bwana, ni kwamba MJ Records ilikuwa ni mojawapo. Umeona, kwa hiyo Masta J yuko na experience katika huu muziki wa zaidi, zaidi ya miaka 30. Umeona, kwa hiyo ni mtu ambaye ana ufahamu muziki ndani nje, nje ndani. Amerekodi nyimbo za taarabu, amerekodi nyimbo za dance, amerekodi nyimbo za bendi zile za toti, amerekodi nyimbo za twanga pepeta, amerekodi nyimbo za wakina Hadija Kopa, amerekodi nyimbo za kwaya, amerekodi nyimbo za Injili, na akarekodi mpaka na hizi za wasanii wa Bongo Flava ambao walikuwa wanafanya vizuri kitambo kile wakina Juma Nature na wengine kibao. Hiyo ina apply mpaka kwa Alikiba, yeye pia ni mbana pua umeona kitu ambacho kikaja kuwakera mashabiki wengi sana wa muziki wa Bongo Flavor wakiwa walikuwa wana hope, yani ndio ilikuwa last hope kwamba at least Alikiba basi ni mmoja kati ya live performer, lakini Masta J amekuja kumdiscredit akidai kwamba hata Kiba naye pia ni mbana pua. So Kiba akaja kumjibu Masta J na kumuita yeye ni mtu wa upinde kitu ambacho kimeonekana kama vile ni fedhea ni kashfa kwa Master J kwa kitendo cha Alikiba kumuita Master J ni mtu wa upinde, jambo ambalo limekera baadhi ya watu wengi. Lakini at the end of the day ni kwamba watu wakaanza kusema kwamba Alikiba eh, Master J aombe radhi, aombe radhi Alikiba. Wengine wanasema kwamba Alikiba muombe radhi Master J, na hapo ndipo Mama Mawigi amekuja kutoa maoni yake. Nataka hapo Amani, vijana, acheni kumlaumu Master J. Wazee ndivyo tulivyo. Tuchisazeeka. Yapo Master J sio mzee chivumuli chivile, lakini muziki wenu wa leo Master J ni mzee. Ndio maana kila mnachofanya yeye achielewi. Hey, wazee, hata sisi uko mbali, tuko nje ya mziki. Kila kitu cha dui kuanzia vyakula. Hivi mimi wazee mnanichanganya, jamani. <laughs> Kama vya leo. Mzee wote yule, najua mko kwenye mitandao aniandikie hapo chakula kuna namlaumu Masta J. Yaani, wazee ndivyo tulivyo. Ndivyo cha zamani ndivyo tulivyo vijana wana maadi wanya hata vitovu nje. Sisi zamani kabisa, watu walikuwa wanaacha chitovu, sio chitovu, mbavu mpaka chifua na shingo vyote wanafunika tu hapa mbele na nyuma basi. Wameenda haya kwenye kusema vijana wanajichora chora ovyo, wanafaa ile eh, wa Kuria, wa Masai, wa Makonde, watu wali mdomo chuma sita tu hizo

Niko nao, na ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na wadau mbalimbali hapa bwana wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Kwa mfano kuna mtu anaitwa Robert Mgase anasema kwamba mama unaweza halafu unaweza tena bwana kiingilio shingapi? Kuna mtu alikuja hapa amesema kwamba bwana kama unamsifia kumbe unamju kumbe una mua Kiba, Kiba taratibu kakambe. Bwana hapo kwa jaiva bwana, kiukweli umenivunja mbavu. Kambe bwana mama pumbavu zako. Kambe bwana kumbe na wewe pia mzee wa swaga zote hizo bwana, mama Mama Mawigi jamani, unavituko k bwana kabisa, yaani mziki wa kisasa tofauti sana hata wa Injili pia umekuwa wa tofauti. Inatakiwa waelewe kwanza kwamba huyu kweli balozi wa furaha. So bwana elimu ya bure kabisa hapa kwanza, so ka kwamba umepiga kwenye mshono. E, mama mawigi e, bwana hii ni tunzo inaongea. So bwana hiyo chi, chi, chi, chi imetokea wapi tena bibii? Kwa mtu amesema, bwana, mitano tena kwako, kwa mama Mawigi. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, e, bwana, mama Mawigi, hata hivyo Wahaya hatuzeekagi. Kwa bwana, umeniua kwa kweli leo, mama yangu. Bwana kweli, sisi wazee hatuelewi vitu vizuri.